Huu mfumo wenyewe unasoma maandishi ya kawaida au wewe wenyewe unasoma maandishi ya nukta nundu? Unasoma maandishi ya kawaida. Naam. Kama jicho fulani. Kwa hiyo ni elimu ndani kwa mfano. Kuna uwezo wa kuelekeza kumwalika mgeni wetu mwenye mahitaji maalum inaweza kumwelekeza kwamba unaenda jikoni, angalia hapa inaweza kufanyika. Kwa hiyo hapa nitachukua kipengele ambacho kinaitwa Nobivision. Ndio. Nitakifungua mm -hmm. Alafu nitachagua lugha hapa, nitachagua Kiswahili yeah. mm -hmm. yeah. Alafu baada hapo nitairuhusu ianze analysis mm -hmm. kwa pointa za analysis sasa. Sasa hivi mtu anashika simu ile ambayo haoni, sasa ili anze kupata maelezo ya habari. Kuna meza ndogo yenye vikombe viwili karibu na sofa ambapo watu wawili wamekaa, mtu mmoja amevalia suti na kuna mwingine kwenye kiti cha mzunguko mbali kidogo pembeni kuna vifaa vya kamera na taa za studio zinaangaza anga. Hakuna hatari inayoonekana, lakini kuwa makini na vifaa vya umeme karibu na maeneo haya. Pia hakikisha vikombe vimewekwa vizuri ili visiletee usumbufu. Uh, okay. <laughs> <laughs> Sawa. Kwa hiyo hapa sasa ndio mtu ambaye haoni hapa, hivi tayari ambaye anaona ameshamsetia kwa ambaye haoni. mm -hmm, utakuta kwamba tayari ashakabidhiwa simu hapa, ndo sasa anatakiwa anze. mm -hmm. kutembea hapa, sasa ndo anaanza kutembea sasa, hapa ndio anakuwa haoni, ndio wewe sasa. mm -hmm, kuna mtu amesimama kwenye nafasi ya jikoni mbele yako, kuna kiti kirefu cha mbao katikati. Tafadhali mm -hmm, kuwa mwangalifu usijikwae kwenye kiti hiki. Kwa upande wa kulia kuna mpangilio mzuri wa majani kwenye chungu mweupe. Tukirudi jikoni, kuna mtu aliyevaa sare za mpishi, labda anajiandaa kupika au tayari ameandaa chakula. Pia kuna mtu mwingine upande wa kushoto amesimama kwa mbali kidogo kutoka jikoni. Tayari umefika mahali salama, lakini hakikisha unazua mahali kiti kipo ili usijikwae ubunifu unavyofanya kazi unaokuwa na vipengele vingi ila kuna kipengele cha kutoa tu taarifa katika kuchati kawaida kama mifumo mingine. Mm -hmm. Lakini kuna kipengele cha kuweza kumuongoza mtu ambaye ana uono hafifu. Mm -hmm. Au ambaye aoni kabisa. Ehe, ina, mm. -hmm. Inakuwa je? ni hapo ndo tueleze. Ah, uh, inavyokuwa ni kwamba kwa sasa hivi natumia software ya simu kawaida. Mm -hmm. Ana mtu ambaye anaona anapokuwa anapata kumwashia kamera, ule ambaye aoni tayari akishamkabidhi ile simu akaweka kwenye pocket labda ya kwenye mfuko wa shati, utakuta kwamba mm -hmm. Inamuelekeza kwamba mbele kuna hichi pinda kushoto, fanya hivi, kaa hapo pembeni, kuna nyaya, angalau sizikanyage, fanya hivi. kwa badala ya kuwa na msaidizi mwanadamu mwenzake anakuwa na huu mfumo lakini pia huu mfumo unakuwa na uwezo pia wa kusoma. Kwa hiyo kama mwanafunzi aoni akitegeshewa kifaa kama simu, basi utakuta kwamba tu kwa anafunua kama ana labda hii ya polisi au ana hizo hii ya phone, anakuwa kwamba anasomewa kwamba hivi imeandikwa hivi, hapa pameandikwa hivi hapo, funua, ashamaliza kusoma hivyo. Wewe inamwezesha kwa kila kitu. Kwa sasa hivi kwa mfumo wa website. mm -hmm. Ila application tayari. mm -hmm. ya Android iko tayari na hivi karibuni itawekwa kwenye Play Store. uh -huh. ya lakini, mm -hmm. pia tunafanya kazi kwenye upande wa App Store ili, mm -hmm. zipatikane kwenye simu zote. mimi mi, mi, na hii elimu yani, ujuzi huu ulianzaje kugundua? Yani kuna ulipata, ilikuwa kwaje mpaka katokea hapa, kuna mm -hmm. kuja na ile Uh, okay. Ni mambo ya research kwa sababu upande wa kwenye nchi yetu hakuna vyo maalum vinafundisha artificial intelligence. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya ni kwamba, kwa sababu kuna online courses za kulipia, na nilikuwa interested toka mwanzoni, nilikuwa nalipia online courses nakuwa najifunza kwa, na kwa mpaka hapo kujifunza hizo machine learning na vitu vingine husiana na artificial intelligence, baada hapo nikaja na ugunduzi.